PSG na Inter Milan wanakutana katika fainali ya klabu bingwa barani Ulaya usiku wa leo Jumamosi. PSG inalenga kushinda taji hilo kwa mara ya kwanza, Inter nayo ikilenga kushinda taji lao la nne. Mechi hiyo itachezwa katika uwanja wa Allianz Arena jijini Munich nchini Ujerumani, ikiwa ni mara ya pili kwa PSG kushiriki katika fainali ya klabu bingwa barani Ulaya tangu ichukuliwe na wamiliki wapya kutoka Qatar mwaka 2011. Karibu watu elfu arobaini wanatarajiwa kufuatilia mechi hiyo kwenye skrini kubwa katika uwanja wa Parc des Princes wa klabu ya PSG jijini Paris. Zaidi ya polisi elfu tano watatumwa katika maeneo mbalimbali ya jiji la Paris kutoa ulinzi wakati wa mechi hiyo. Licha ya uwekezaji mkubwa PSG haijawahi kushinda taji la klabu bingwa barani Ulaya wakifika kwenye fainali nyingine ya mwaka 2020. Mwaka huo walipoteza fainali dhidi ya Bayern Munich, mechi iliyochezwa wakati wa kipindi cha uviko 19 jijini Lisbon, Ureno, licha ya uwepo wa wachezaji nyota duniani kama vile Kylian Mbappe na Neymar kama washambuliaji. PSG ilifika fainali ya mwaka huu baada ya kuondoa Liverpool, Aston Villa na Arsenal zote za Uingereza. Unafikiri ni timu gani itashinda katika fainali ya leo?